Karibu tena katika Mshike Mshike. Timu ya Nyamonge Queens imetoa msaada wa vifaa mbalimbali kwa watoto wenye uhitaji wanaosoma shule ya Buguruni Viziwi iliyopo Buguruni Malapa jijini Dar es Salaam. Hassan Hemedi Mvula ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni siku ya tabasamu na matumaini. Hapa ni katika shule ya viziwi iliyopo Buguruni Malapa mjini Dar es Salaam. Msaada unakwenda mbali zaidi na kugusa mioyo ya vijana hawa, bali unaleta mwanga na matumaini. Nashukuru sana Nyamonge Queens kwa msaada wao aliotuletea. Mungu awabariki sana ushirikiano wao na tunaomba waendelee kushirikiana na sisi, wasichoke. Katika tukio hili maalum, mratibu wa Nyamonge Queens Hapiness Mgala anaeleza kilichowasukuma kuwafikia watoto hawa wenye uhitaji. Sisi kama Nyamonge Queens tumekuja kuwatembelea watoto wenye uhitaji hapa Buguruni siku ya leo. Watoto wenye uhitaji hao tumekuja kuwatembelea, tumewaletea baadhi ya vitu ambavyo tumejaliwa na Mwenyezi Mungu siku ya leo vitu ambavyo tumejaliwa kwa siku ya leo na Mwenyezi Mungu ni kama hivi mnavyoona. Ndugu waandishi, karibuni sana Nyamonge Sports, karibuni sana, tunashukuru. Kwa hiyo pia tunahamasisha na wengine ambao mtaguswa kwa namna moja nyingine tu tunashirikiana na kuwalete chochote tutakachokuwa tumejaliwa katika kuwafanya wasijisikie wanyonge na wasione kama wako peke yao. Tumeona talenti, tumeona upendo walio nao, tumeona maisha wanayoishi. Tuko tunaomba Watanzania wote kwa yote atakayeguswa kwa upande wowote kwenye elimu, michezo, whatever utakachojaliwa unaweza kuja kutembelea hapa na kuwasupport kama tunavyowaona wana furaha tu muda wote. So kama kuna chochote ambacho tunaweza tukakiongezea, kuzidisha furaha yao na kuendelea kuiweka amani yao izidi kuwa sawa. Let's show up. Tuungane nao, tukae nao. Yaani naisi tutajifunza vitu vingi pia kutoka kwao. Na kwa upande wa watoto walionufaika wakizungumza kwa lugha ya alama na kutafsiriwa na mkalimani, furaha na shukurani zao zinajieleza wazi kupitia maneno yao, wakisifu upendo na msaada walioupata kutoka kwa Nyamonge Queens. tunawashukuru sana kwa kutusaidia, umetupa upendo na moyo mzuri vilevile, tunawashukuru wageni wetu So, to... vitu vingine ambavyo tunaomba mtusaidie ni kama viwanja, viwanja wetu ni vibovu Zii. Mwenyezi Mungu awabariki sana na awe nanyi siku zote za maisha yenu, kwa zawadi hizi mtabarikiwa sana katika kazi zenu na familia zenu. Asanteni sana Nyamonge Queens. Hassan Mvula, Azam Sports, Dar es Salaam biki wa kulia wa England Fred Alexander Arnold amethibitisha kuwa ataondoka ndani ya klabu yake.